na Jojo Ibra wa Juhudi Digital Online TV. Kubwa zaidi ni kuhusiana na Taasisi ya Jakaya Mrisho Kikwete, Taasisi ya Mkeka na Khanga na Taasisi ya Ruge Mutahaba kwa ushirikiano wameendesha mafunzo ya warsha ya ujasiliamali kwa vijana wa chuo cha UDOM jijini Dodoma yenye lengo la kutoa elimu kwa vijana kuhusu uelewa wa biashara ya sanaa na utalii, uundaji wa ajira katika sekta ya ubunifu na kujenga brand. Lakini pia warsha hiyo imehusisha vijana takriban mia hamsini ambao wako kwenye tasnia ya sanaa wakipatiwa mafunzo kutoka kwa wakufunzi wenye uzoefu pamoja na wasanii waliobobea, na mmoja wa wawakilishi kutoka taasisi ya Mkeka na Kanga anaelezea. Naitwa Laima Sinare, mimi nimealikwa na Mkeka na Kanga Foundation kwa ajili ya kuja kuongea na vijana kwa jinsi gani wanaweza wakatumia sanaa zao kuweza kujiajiri katika society. Kwa hiyo tumeanza na hichi cha UDOM kwa sababu ni chuo cha sanaa, na pia tunaenda kwenye vyo tofauti tofauti kuenda kuencourage vijana waendelee kupambana na sanaa, kwa sababu tunaishi kwenye society ambayo kazi ni kazi sana kupata ni kazi ya ajira ni kazi kupata, lakini kwa kutumia sanaa wanaweza wakajiajiri pia, fa... anaweza kuisha familia zao. Ni kwamba Mkeka na, na Mkeka na Kanga Foundation haijaanzia hapa. Huwa tunapata chance ya kuongea na watoto wadogo kwanza, kwa sababu tunaamini kwamba kipaji kinaanzia kwenye watoto na pia uh, wao vijana walioko mtaani kuna projects nyingi tumeziandaa kwa ajili yao kwa kutakuwa kuna wanafunzi wa chuo, vijana walioko mtaani na pia na watoto wadogo, wote watakuwa katika foundation hii wanaweza kufundishwa kuhusu mambo ya sanaa. Wito wangu kwa vijana ni kwamba wanatakiwa wajihusishe wa network sana kwa sababu watu ambao ni wasanii, wasanii wengi hawafanikiwi kwa sababu wamejitenga sana, yaani wasanii wanafanya kazi kivi wenyewe wenyewe na wengi, hii inaleta kukata tamaa katika na hawa ni baadhi ya vijana waliopata nafasi ya kuhudhuria mafunzo haya. Kwa majina naitwa Kevin Steven Kisato, natokea Social and Humanities. Naweza nikasema kabla ya, ya, ya kuja mm -hmm hapa kwenye workshop nilikuwa ninayo idea ya ujasiriamali il ila sikuwa nikijua ujasiriamali ndani kuna ushirikiano ndani. Mimi ni mwana art, sikuwa najua ni jinsi gani naweza nikaitumia art yangu katika swala za ujasiriamali ila baada ya kutana na workshop, hakika naweza nikasema nimeondoka na kitu kubwa ambacho ni kitu na msaada mkubwa kwangu. Lile wazo ambayo ilikuwa kichwani mwangu la kwamba nitatoka hapa nitatafuta ajira, si mfano, si mfano inaweza kisiro wazo tena na msingi, kwa kuwa nina uwezo wa kujiendeleza mimi kama mimi kwa kile ambacho niko nacho. Ndio pia naweza nikasema ni kwamba siku ya leo imekuwa ni siku nyingine kwangu mimi kama kijana na kwa vijana wenzangu kwa kuwa hatujaondoka kama kitu kimoja na kitu kikubwa hivyo. Wito wangu kwa taasisi nyingine ambazo zinajihusisha na uhamasishaji wa vijana dhidi ya haya masuala, tusichoke, tusikate tamaa. Liko rundo kubwa la vijana mitaani ambao hawajui wapi waelekea, jambo ambalo linapelekea kupoteza basi ya nguvu kazi vijana, kuangukia kwenye ulevi, matumizi ya madawa na kadhalika. Hiyo yote ni kukosa sababu ya msingi ya wao kuendelea kusonga hivyo elimu kama hizi zinapowafikia vijana inakuwa ni chachu kubwa ya kuwanyanyua vijana kutoka pale walipo kuwapeleka katika sehemu fulani. Majina yanaitwa Faith Nzaro, natokea kitivo cha Social Humanities. Mafunzo ya siku ya leo nimeweza kujifunza vitu vingi sana, hasa katika masuala ya ujasiriamali. Nimejifunza opportunity ambayo inapatikana mtaani, tunajua zile opportunity haziwezekani, vile vingine vinawezekana kabisa kwa hiyo tunaweza kujua pia hasara mbalimbali ambazo tutakutana nazo na challenge mbalimbali na jinsi ya kuzikabili hizo challenge huko tunakoelekea, kwa sababu tukimaliza chuo tutaenda mtaani na mtaenda mta bili tujiendeleze kinamna tofauti tofauti, na pia ujasiriamali mm -hmm. au entrepreneurship ni kitu cha msingi sana kuwa nacho kama kijana, kwa sababu kwa sasa hivi kauli mbiu usisubiri kuajiliwa, jiajiri wewe mwenyewe. Komya ujasiriamali, kuwa creative ni vizuri zaidi, kwa sababu unaweza kujiajiri mwenyewe bila kupewa ajira na mtu yeyote ukitoka hapa chuoni.